Koreta Steven Kapinga, mtaalamu kutoka RUWASA. Katika mradi huu nasimamia kama mwasibu. Mradi ambao umegarimu takribani milioni mia tatu na sitini, mradi ambao unahudumia mitaa mitatu. Mitaa ambayo ni Kawawa, Mwongozo na Nyerere. Pia mradi huo una vituo 45 vya kutolea maji ikiwa ni nguvu ya Rais Dr. Samia Suluh Hassan katika kuhakikisha wananchi wa Matumburu wanapata maji masaa 24 katika kata hiyo. Mradi huu umelenga watu elfu nne mia moja na ishirini lakini una vituo 45. Hii yote ni nguvu ya Mama Samia na ililenga zaidi kwa, kwa ajili ya wanawake japokuwa hata wanaume pia wanaotumia. Na tunashukuru maji haya yanatoka ndani ya, ya masaa ishirini na nne yanafanikiwa kutoka na kufikia wananchi. Aidha, Amos Chipanyanga ambaye ni mkazi wa Mpunguzi ameshukuru serikali kwa kuwaletea mradi huo wa maji katika kata yao, kwani hapo mwanzo walikuwa wanapata shida ya maji katika maeneo hayo. Kwa jina naitwa Amosi Chipanyanga, mkazi wa Mpunguzi, kata ya Matumburu. Mimi ni mkazi wa hapa na ni mteja mmoja wapo wa kuwa na huduma ya maji ya duasa. Kwa kweli tunashukuru kwa mradi huu, kwa huyu mama yetu kutuletea. Tulikuwa tuna shida siku za nyuma, kwa tunapata shida sana ya maji makorongoni, saa zingine mvua ikiwa ndogo shida sana tunashukuru kwa huu mradi aliotuletea huyu mama, ndani ya, ya miaka minne umetupa manufaa mengi sana, sababu watu huduma wanapata kwa kwa muda mwafaka. Kwa hiyo tunamshukuru huyu mama yetu, ila tu tunachoomba tu atuongezee, hili tenki letu lina lita mia tisa, ni dogo, halitoshelezi kulingana na ukubwa wa, wa, wa, wa kijiji. Yani, wananchi ni wengi kuliko uwezo wa tenki wa kutoa huduma ya maji kwa hiyo tulikuwa tunaomba tu atuongezee tu tenki liongezeke liwe kubwa lenye uwezo hata walita mia mbili inaweza ikatusaidia zaidi. Anor Shabani Dodoma TV.